Ama baada ya hapo, tuombe Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakao fuata wa wa kwa imani. Allahumma amin. Tunaendelea na kikao chetu ambao ni kikao cha 16 kinachosema bayanu hu sallallahu alayhi wa sallama fadail as-sawm, ubainish ubainifu wake <coughs> mtume alayhi salatu wasalam kunako fadhila za siyam, yani mtume sallallahu alayhi wasallam kuweka wazi

nimemziwia chakula chake, matamanivu yake mchana wote mzima. Fashafiini fihi basi, ninaomba ninaomba uweze kumpatia, uweze kumsamehe kupitia mimi, kwa hivyo vitu alivyoviacha vi. Wa wayaqulu lquran, na Qurani inasema, mana'tuhu anawma, nimemkataza usingizi wake billail, usiku hakulala. Yani, usiku mzima alikuwa akilala kikesha, ananisoma fashafiini, basi naomba niwe mwenye kumtetea. Qala, kisha atasema, fayushafaani, hivyo vitu viwili vitamwombea utetezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi amepokea Imamu Ahmad, faya ayuha alabd Ewe mja, e itan, e itani bisiyami inayatan taamatan liyushafi. Ewe mwanadamu, jihitamu na swaumu vyema, kujihitamu kuliko kuwa kwa hali ya juu kuliko timia, ili iwe ni mtetezi wako siku ya kiyama. Kama anna siyama junnatun minan nar wiqayatun minan nar, kama jinsi swaumu ni ngao. Ni kinga inakuziwa kutokana na moto, na haya ni kwa hadithi ya Abu Huraira, Allah amridhi aliposema kwamba mtume kasema, asiyamu junnatun, rawahu al-Bukhari, rawahu Sheikhani. Saumu ni ngao, ilinde saumu yako kupitia kinga hiyo mwanadamu

na Abu Ya'la bila shaka. Al-Hakim ni kwenye kitabu chake Al-Mustadrak. Imam Ahmad ni kwenye kitabu chake Al-Musnad. Abu Ya'la pia naye ni kwenye kitabu chake Al-Musnad. I'lam anna sawma mimma ikhtassa Allahu bil jazaa'i 'alayhi, Elewa kwamba sawmu ni katika vitu ambavyo Allah amejihusishia mwenyewe katika malipo, kwamba yeye ndiye anayevilipa. Hakuna anayejua malipo ya sawmu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahafiz ala saumi min kulli ma yudha'ifu thawaba, ilinde saumu yako, ihifadhi saumu yako kwa kupitia kila kitu ambacho kinaongeza thawabu, ambacho kinazidisha thawabu. Imekuja kwenye hadith al-Quds, hadith Abu Huraira kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalamu akisema kullu amali ibni Adam lahu illa sawma, kila matendo ya mwanadamu ni ya kwake isipokuwa saumu. Fa innahu li saumu, hiyo ni ya kwangu. Wa ana ajizi bihi, nami ndiye mwenye kuilipa. Wala khalufu fami saimi rehe rehe ya kinywa cha le saumu atyabu inda allahi min rehi almiski, ni rehe nzuri, ni rehe nzuri mbele ya Allah kuliko rehe ya miski. Rawahu al-Bukhari. I'lam anna lis-sa'imi farhatayn, hayo tumekwisha zungumza Elewa ya kwamba mwenye kufunga ana furaha aina mbili, kwa hadithi hiyo ambayo tuliyotanguliza. Kila matendo ya mwanadamu huongezwa, yudhaafu alhasanatu, huongezwa mema yake, ashara amthaliha, yani mara kumi kwa mfano wake. Kila jema moja unalipwa kumi, ila sabimia dhaifin, mpaka zaidi ya mia saba. Allah anasema Illa sawma fa innahu li wa ana ajizi bihi, isipokuwa saumu, mimi ndiye ninailipa saumu hiyo, ni ya kwangu nami ndiye ambaye ninailipa. Yadau shahwatahu wa ta'amahu min ajli, kwamba mtu huyo anaacha shahwa zake anaacha chakula chake kwa ajili yangu. Lisaimi farhatani, aliyesaumu yuko na furaha ina mbili

min babi rayani, jihitamu na saumu ili upate kuingia siku ya kiyama peponi kupitia mlango unaitwa rayani. Huyu mlango rayani ni mlango wa waliosaumu kwa hadithi ya Sahl, Allah amridhie, kwamba mtume alayhi salatu wasalam kasema: inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayanu, hakika peponi kuna mlango unaitwa rayani. yadkhulu minhu as-saimun yawm al-qiyamah ni mlango ambao utaingiwa emo walio swaumu hiyo siku ya kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna mwingine atakayepita katika huyo mlango isipokuwa walio swaumu. Yuqalu, itasemwa, wataitwa siku ya kiyama wakisema aina saimun, wako wapi walio swaumu? Fayaqumun, watasimama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna ambaye atakayepita kwenye mlango huyo kinyume na walio swaumu

kwamba we mwanadamu k mwenye kuifuatilia swaumu swaumu ipasavyo, ili upate kuvipata hivyo vyumba ambavyo vipo ndani ya pepo. Hadithi ya Ali alamrivie kwamba Mtume alahi salatu wasalam kasema, inna filjannati ghurafa tura dhuhuruha butuniha wa butunuha dhuhuriha, pepuni kuna vyumba ambavyo uwinje wake Yani ukitizama kwa nje unaona ndani, na ukitizama kwa ndani unaona nje. faqama arabiyun, akasimama mmoja katika waarabu wa mikoani, akasema liman hiya ya rasul Allah, ni vya nani hivyo? qala liman ataba alkalama wa at'ama at-ta'ama wa adama as-siyama, hivi ni kwa yule ambaye alikuwa ni mwenye maneno mazuri mwenye kulishiza chakula, mwenye kudumu na swaumu, wasalla lillahi billeili wan nnasu niyamu, na akawa ni mwenye kusali sala za usiku na hali ya kuwa watu wa milala akasali kwa ajili yake Allah. Bimaana, Ramadhani imemalizika, fuatisha swaumu za sunna ili uzidi kujijenga vyema mbele ya Allah. Rawahu Tirmidhi. Ihtasib bisiyamika wajha Allah. Tafuta malipo kutoka kwa allah kupitia swaumu.

isipokuwa Allah atamuweka mbali kupitia siku hiyo ataweka mbali uso wake na moto wa jahannam uso wake ataweka mbali na moto kwa kiwango cha miaka sabini. Sum ayyuhal muslimu min wasati shahri sha'ban in tayassara laka. Haya amekwisha tangulia saumu ya muslim kati ya shaban ikiwa kwamba utapata wepesi wa hadha siyam masnun na hii ni saumu ya sunna

Fasum ana, ana utakapo funguo, utakapo Ramadhani ya umaini bi maana, anamwambia utakapofungua utakapomaliza Ramadhani ufunge siku mbili maana yake hivi. Haya masala mtu nielewe vizuri au tuendelee tu, kishafika kwenye hadithi tutasharehesha. Haya ni kutokana na hadithi ya Imran ibn Husaini, Allah waridhie kwamba mtume alayhi salatu wassalam amemwambia yeye Imran, au amemwambia mtu mwingine asumta min sarari shaaban. Je, umifunga sarari shaaban? Hapa kwenye sarari shaaban manake siku mbili za mwisho za Shaabani au kati ya Shaabani, ala hasabi al khilafi baina al ulama. Kuna kunanyw anasema sararu shaabani ni siku mbili za mwisho za Shaabani, kunanyw anasema ni katikati ya Shaabani, yaani ayamul bayd Kala, la, akasema hapana. Kala Mtume akasema, fa idha aftarta fasum yawmaini, utakapofungua basi swaumu siku mbili badala pia. Nyingine hadithi kasema, fa idha aftarta min ramadana fasum yawmaini, makana utakamaliza Ramadhani swaumu siku zingine mbili za kulipia ile sehemu ambayo haukufunga kwenye Shaabani. Kwenye nyingine, idha aftarta ramadana fasum yawman au yawmaini utakapofungua Ramadhani saumu siku moja au siku mbili, akulipia zile siku za saumu ndani ya Shaaban. shu'ba alladhi shakka fihi, qala wa adhunnuhu, qala yawmayn. Shu'ba, imam shu'ba ibn al-hajjaj, shu'ba ibn al-hajjaj imam, alikufa mwaka wa 160, kama sijasahau. Yeye ndio ambaye alikuwa na shaka aliposema siku moja au siku mbili, alafu akasema ninadhani kwamba atakuwa amesema siku mbili. Haya masala nipate kueleweka vizuri. Maana yake hivi Shaabani wanaposema sara ru Shaabani kuna maana mbili, ima maana yake siku mbili za mwisho wa kumaliza Shaabani au maana nyingine kati ya Shaabani bi maana lidha bi maana mtu ambaye amepitwa ndani ya Shaabani hakufunga zile siku mbili za mwisho za Shaabani. Hapa usije ukasema mbona Mtume alaihi salatu wasalam amekataza kusaumu kabla ya Shaabani. La, hapa ni kwa yule mtu ambaye alikuwa na ada ya kuswaumu. Yule mwenye anakuwa na ada ya kuswaumu, ikatokea hakuswaumu, huyo ndiye ambaye Ramadhani ikimalizika, anaweza akafunga siku mbili kwa kulipia ile ada yake ambayo alikuwa nayo mazoea. Lakini kama haunaga ada ya kuswaumu, haya hayakuhusu. Hadha wabillahi tawfiq.